Tano. Ambapo tangu serikali kuanzisha mfumo wa elimu wa CBC mwaka 2019, kuna baadhi ya shule ambazo mpaka sasa bado hawajapata walimu wa masomo ya lugha za kigeni kufuatia uhaba wa walimu hao katika eneo la Kisii. Na huko Kitutu Chache, baadhi ya shule sasa zimeanza masomo ya lugha ya Kirusi kama njia mojawapo ya kuanza masomo ya lugha za kigeni. Mwanahabari wetu Crispin Otieno ametuelezea zaidi. Kwa kawaida, shule kadhaa nchini zimekuwa zikikumbatia masomo ya lugha ya kimataifa hususan kutoka kule Ulaya. Lugha ya Kifaransa, Kijerumani na Kiitaliano zikiwa miongoni mwa lugha ambazo hufunzwa katika shule kadhaa tu nchini. Ujio wa mtaala wa CBC imetoa nafasi kwa kila shule angalau kutoa mafunzo kwa lugha moja ya kigeni. Shule nyingi hususan za mashinani zimekuwa zikipambana na kutafuta walimu wa lugha hizo, lakini katika eneo bunge la Kitutu Chache kaskazini, kaunti ya Kisii, kuna mwamko mpya. Shule hii ya Motonto PAG na Etanda ni miongoni mwa shule nchini ambazo sasa zimekumbatia masomo ya lugha ya Kiurusi. Tuliingia katika mojawapo ya madarasa kusikiza masomo ya lugha hii ya kigeni. Symbol of Russia, traditional symbol, it's called Matryoshka. Anna Semenova ni mwanzilishi wa masomo ya Urusi katika shule kadhaa nchini hapa, anatuelezea kilichomsababisha kuanzisha somo hili katika shule kadhaa tu. So, I'm here in Kenya because there is nothing russian here russia has never been present and uh, i'm here to introduce russian language and russian culture as part of uh, cbc curriculum where there is a provision for extracurricular foreign language uh, which i'm doing i'm supporting schools kaunti ya kwale taita taveta siaya homabay busia muranga na nairobi ikiwa miongoni mwa maeneo ambayo somo hili linaendelea kukumbatiwa Tulikuwa tunadhania tuna kuanzia lugha ya Kifaransa lakini tukakosa mwalimu, lakini kwa bahati kwa, kwa ya Mungu tumepata wale ambao wamekuja na lugha ya Kifaransa, lugha ya Kirusi na wako na walimu nasema pengine watatuma walimu wawili watatu ili waanzishe hiyo lugha katika shule yetu kwa hivyo tunafurahia I will be there to provide teachers in partnership with St. Petersburg State University. We are here to arrange uh, quality education and physical presence of teachers in each county where we operate. I have learnt a, a lot. I have learnt how to write my name in Russian. I have I have also learned the Russian culture. And I have also learned how to greet people in Russia. For example, when I want to greet somebody in Kiswahili, habari I say Privet. And when I want to say Asante, I say Spasibo. So this one can be incorporated by the CBC system where learners can uh, engage, learn Uh, not only to be uh, to, learn the language but also, but also to be um, a native Russian to understand how Russians live. Kwa wanafunzi na wasimamizi wa shule za Entanda na Motonto PAG ni mwamko mpya wakiahidi kutumia fursa hii kujinufaisha na lugha ya Kirusi. Crispin Otieno.